E, bwana mtazamaji wa Trend TV, huyu hapa ni mtoto au kijana mdogo sana ambaye ameiba gari ya mwalimu wake. So ni moja kati ya story ambazo zina trend sana huko mtandaoni. Kijana huyu amekamatwa akiwa ameiba gari ya mwalimu wake, na kwa bahati mbaya, akiwa kama mtoto, ameenda kuigongesha, yani ameenda kupata ajali. So ni, ni heka heka kweli. Ebu sikiliza kilichotokea kwanza, then nikupe ufafanuzi zaidi kuhusiana na tukio hili.

so huyu ni kijana wa umri wa miaka kumi na mbili na nitakusikilizisha video nyingine zaidi, lakini nataka nikupe ufafanuzi kidogo, ni kwamba huyu ni mtoto ambaye ameiba gari na pia vilevile upelelezi unaendelea. So, kwa mujibu wa habari ambazo zimetufikia ni kwamba jeshi la polisi mkoani Morogoro limefanya uchunguzi wa tukio la kukamatwa kwa mtoto mwenye umri wa miaka kumi na mbili akiwa anaendesha gari. Taarifa iliyotolewa mnamo Mei 27 mwaka huu 2025 na kamanda wa polisi mkoani Morogoro imesema kwamba tukio hilo limetokea mnamo Mei mwaka huu ambapo asubuhi hii eneo la Kigurunyembe, wilaya ya Morogoro, ambapo Jonathan ambaye ni mwanafunzi wa darasa la tano alikamatwa akiwa anaendesha gari namba T 857 BVV aina ya spasho mali ya Zuhura katibu, e, mwenye umri wa miaka 47, mwalimu mkazi wa Kilakala. Uchunguzi wa awali unaonyesha kuwa mtoto huyo akiwa na wenzake wanaotafutwa, ambapo na wenzake ambao sasa hivi wanatafutwa walitumia funguo bandia kufungua na kuendesha gari hilo. Taarifa kamili itatolewa baada ya kukamilika kwa uchunguzi. Umeona, so hivyo ndivyo hivyo ndivyo mambo yalivyo. Sasa nataka nikuelekeze sasa hapa, wakati walivyokamatwa tu kwa mara ya kwanza kwenye swala la mahojiano, mahojiano yalikuwaje na huyo na huyu mtoto? Lakini kabla hujafika huko, eh, kuna peji nyingine hii hapa, wamekuja wamekuja kuripoti kuhusiana na tukio hilo, akiwa ameandika kwamba mtoto mwenye umri wa miaka kumi na mbili amenusurika kifo baada ya, eh, baada ya kushushiwa kipigo na wananchi wenye hasira kali eh, kwa tuhuma za kujaribu kuiba gari aina ya spaho yenye usajili namba T 87 BVV linalotumika na mwalimu wa shule ya msingi Kiguru Nyembe. Tukio hilo limetokea mnamo majira ya saa tano asubuhi ya leo Mei 26 mwaka huu katika maeneo ya shule hiyo, ambapo inadaiwa kuwa mtoto huyo aliingia katika gari hilo akiwa na funguo bandia, baada ya ku baada ya kuli baada ya kuliwasha tu akalirudisha nyuma na kwenda kuligonga na moja kwa moja. Kitendo hicho kikapelekea kuvutia hisia za wasamaria mwema ambao walikuwepo eneo la tukio hilo. Umeona eh? So hivyo ndivyo mambo yalivyo, lakini pia vilevile vile ni kwamba mashuhuda wanasema kwamba mtoto huyo alijaribu kukimbia, lakini wakamkamata, na ndipo hapo wananchi wakaanza kumpiga kabla ya taarifa kufikishwa kwa walimu na baadaye vyombo vya usalama. Katika maelezo ya awali, mtoto huyo anadai kuwa alitumwa kuiba gari hilo, ingawa hakufichua mara moja jina la wale walio walio kwenye maelezo hayo, hakufichua moja moja kwa moja jina la wale waliomtuma. Umeona, ndio maana hapo mwanzoni ulisikia kwamba dogo anaelezea kwamba alipewa imani kwamba kuwa na imani dogo, utaendesha hilo gari. Kwa hiyo, huyo mtu aliyemkabidhi hiyo funguo bandia ndo alimwambia aende akafungue gari, aipeleke kwao, watimue nayo. Kwa hiyo, dogo alitumwa kwenda kuiba hilo gari, lakini kwa bahati mbaya, huyu ni mtoto ndo hivyo, akarudisha nyuma. Bahati mbaya gari ikaenda kugonga na mambo yakawa chembwele, umeona. ya yeah. So wakati walivyomkamata bwana, baada ya kumshushia kipigo kabla ya wasame, ba, kabla ya yeah, vyombo vya dola kufika, dogo alikuwa anaojiwa. Hapana, nataka umsikilize pia uh.

So, hivyo ndivyo hekaheka ilivyokuwa, lakini like pia vile vile. Eh, wadau mbalimbali wamekuja kuweka maoni yao kuhusiana na hili tukio kwa mfano kuna mtu amesema kwamba bwana sijui kwa nini namuonea huruma huyu mtoto maskini kwa mfano kuna mtu anasema kwamba bwana usiongee kitu, eh, kumbuka kwamba na wewe pia una kizazi. Omba sana uzao wako, ombea sana uzao wako sio jambo la kufurahisha hata kidogo. Unaona? Kwa mfano kuna mtu anasema bwana huyu mtoto ana miaka kumi na mbili lakini sura yake ni kama vile mzee wa miaka sitini. Au dogo bwana ameshushwa kipigo. Naona hapa kuna mtu anasema kwamba huyu dogo sura yake ni kama vile ana miaka sitini japokuwa umri wake imewekwa hapo kwamba inasemekana na umri wa miaka kumi na mbili. Ni kwamba huyu kijana bwana hapo wamemchezeshea kidogo, ndo maana unaona sura imevimba. So ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, lakini pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.